Sop, naomba tu muda wako mchache usikilize ukumbusho wa dunia. Tumejisahau sana na dunia, hebu tumsikilize. Ndugu zangu, ni sote tunaelekea kwa Allah, lakini stage ya kwanza ni wapi? Ni hapa ndani ya haya mashimo ambayo kwamba tunayaona hapa ndani, na kila mmoja katika sisi, kwa kupenda ama kwa kutopenda, kwa kupanga ama kwa kutopanga, ni lazima tutaletwa sehemu kama hii. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ala, kama yaliyo ndani ya kaburi. Hapa ndani ukishukia hapa mara ya kwanza, kuna adhabu na kuna neema. Kwa yule ambaye kwamba alimhifadhi Allah, Allah anamhifadhi hapa. Kwa yule alimkasirisha Allah, hapa hana amani. Akisema ndo kwa sababu kaburi kama hapo utaenda kupata shida, jua siku ya kiyama ni shida zaidi na kama kaburuni ukikuja utapata neema basi jua siku ya kiyama ni neema zaidi. Ndugu zanguni, ni swali tu, nani katika sisi hana uwezo akisikia adhana aende msikitini? Nani katika sisi hana uwezo wa yule msichana aliyenaye kama girlfriend yake hutumana wazee waende kwa babake wamzungumzishe ukuwe naye kwa radhi zao, ambao kwamba ni wazazi wake. Nani katika sisi ana uwezo? Nani katika sisi ana uwezo wa kufanya kazi ya halali asidhulumu waislamu na asokuwa Waislamu? Nani katika sisi ana uwezo wa kutoa sadaka? nani katika sisi ana uwezo wa kutendea wazazi wema? Nani katika sisi ana uwezo wa kusamehe watu ambao kwamba wamemkosea? Haya ni majuto ambayo kwamba usipoyafanya unayabeba kaburini. Na Allah anasema kalla, hakuna ambaye kwamba anaenda anarudishwa da hujua, labda unaweza kutana na Allah leo jioni. Usikutane na Allah hali ya kwamba swala tano hujaswali. Usikutane na Allah, uko na haram relationship unaendelea nayo, na uko na wazee, unaweza watuma kwa baba ya yule msichana uliye naye ukaweza kumuoa kwa njia ambayo kwamba inamridhisha Allah. Usiende kukutana na Allah hali ya kwamba uko na mzazi ambaye kwamba umemneglect. Usiende kukutana na Allah na wewe unaenda kufurahia ndani ya furaha ambazo kwamba zinamkasirisha zina Allah. Na ndugu zanguni, mtu anaanzia wapi? The first step ya kurudi kwa Allah ni wapi? Wallahi ni sala, wala ghairi. Muislamu yoyote anataka kujirekebisha, tunaanzia na swala, na wanatuambia ulama wetu, swala ikikushinda saumu so, itakushinda haja, hautafanya hautaweza, hata kufunga Ramadhani wala kukuwa mwanadamu mzuri. Kwa sababu gani? Pale kwa sala ndo Allah ameweka katiba yetu mara tano kwa siku, tunaitwa kwa Allah. Ni nani ambaye kwamba anasema Allah ni mpenzi wake na hataki kukutana na mpenzi wake mara tano kwa siku? Kwa hivyo, ndugu zanguni sehemu ya sisi kuanza kujiandaa na hii sehemu ni kwa, kwa sala na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hapa ndani ya kaburi, malaika wanapokuja kumwadhibu mtu, kuna baadhi ya mambo yanamtetea. Swala yake inamtetea, inaambia wale malaika, hamtamwadhibu huyu, hamna njia kwake. Kwa sababu gani? Alimhifadhi ya Allah na leo ni siku yake ya Allah kumhifadhi. Mmoja katika watu wema anaondoka hali ya kwamba yuko katika deathbed, anamwambia ya Rabbi, nimeishi kama ulivyonitaka mimi niishi duniani aza niliwacha ulipoamrisha nilitekeleza. Ya Allah nimeishi vizuri na wewe miaka yangu yote leo. Ya Allah mimi nakutegemea mimi. Na wewe tumejiandaaje na hii siku? Kwa sababu wallahi suna oleta lazima, kama ni Ibrahim analetwa, kesho siku inayofuatia ni wewe ndugu yangu, ndio unakuja hapa. Tumejiandaaje na kukutana na Allah? Aliondoka leo, it is not about her. It is about wale watu ambao wa kwamba wamebakia, yeye yake imeisha, angaye amefariki ya akiwa mwisilamu. Si tutafariki aje na marafiki zako? Kama siku umefariki, hawatasimama kwa safu kukuswalia wewe, kukuombea mbele ya Allah, ndugu yangu, badilisha marafiki. Kama marafiki zako siku umefariki ni wale ukiwaangalia, unaona ni ile mbogi itasimama nje ya msikiti, wallahi wewe hauna rafiki. Kwa nini tunasema vile kwa sababu swala ya pekee yake ndio imemsaidia leo sisi kumleta tungekosa angeletwa na wengine lolote tumemfanyia tungekosa kumuosha wangekuja waumini kutoka mashariki l ardhi ya magharibiha na wangekuja kumuosha ndugu zangu ni ndugu wetu tuna uprovu wapi wakati unasimama mbele ya allah una ya allah unamwombea ndugu yako kwa nyoyo ya unyenyekevu ya rabbi msamehe kwa sababu kila anayeondoka ako akona mapungufu yake kila anapoondoka ndugu yetu hakikisha njoo umswalie hata afadhali ukose mengine lakini hiyo dua usikose. Huenda leo unamkopesha Allah na Allah atailipa kesho, wewe ukifariki, Allah atajalia kuna mtu ambaye kwamba atakuombea wewe. Na ndio maana nina saha kwanza, kwa vijana wenzangu, aliondoka leo ni mtu ambaye kwamba yuko katika umri yangu na umri yako, kwa umri ya udogo. Leo tumezika mwingine, tumezika watoto wawili kwa siku ya leo ambao kwamba tunajifundisha, mauti haichagui. Hakuna kitu inaitwa garanti nitafika utu uzimani. Watu wazima wanaondoka, vijana wanaondoka, tujiandaeni na hii siku. Tunaomba Allah subhanahu wa taala atukubalie dua ambayo kwamba tulimwombea dada yetu. Tunaomba Allah subhanahu wa taala atukubalie ile sala ambayo kwamba tumeswali kumwombea dada yetu. Tunaomba Allah subhanahu wa taala mema ya dada yetu, Mwenyezi Mungu ayatakabal alipokuwa mpungufu, kwani kila binadamu ni mpungufu. Tunaomba Allah kwa rahma yake aweze ya kumsamehea. Tunaomba Allah subhanahu wa taala atuongoze hata baada yake. Tunaomba Allah subhanahu wa taala atujalie tufanye urafiki na yeye duniani na tunaomba ile siku tunaondoka, Mwenyezi Mungu abaki kuwa ni rafiki yetu, si kwamba kwamba marafiki wanaondoka. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuingize ndani ya janna yake kwa rahma yake, atusahilishie katika matatizo yetu, aturudishe katika njia yake kwa wema, na wala si kwa fedheha na kwa aibu. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atakapomtuma malakul maut kuchukua roho zetu, akuwe ameturidhia ndani ya hiyo siku. Tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie makaburi lake na kaburi ya kila aliyezikwa yeye